Na mtazamaji wa Faida Online TV wanasema, kabla hujafa hujaumbika, ni kauli ambayo imekuwa ikitumika mara kwa mara na ni msemo ambao unasadiki katika maeneo mbalimbali. Leo tumetembelea kwenye kijiji cha Imekuwa kinachopatikana kwenye kata ya Naumbu wilaya na mkoa wa Mtwara baada ya kupata taarifa ya kuwepo kwa huyu mama yetu ambaye ana shida kidogo e, ana uvimbe sehemu yake ya kalio upande wake wa kulia e, ambao unampa shida hata namna ya kutembea namna ya kukaa, na kufanya shughuli zake inakuwa ni ngumu kuweza kufanya majukumu yake kila siku, kwa sababu uvimbe umekuwa ukikua kila siku na sasa hivi imefikia hatua ukubwa wake ni kama mkia wa kondoo mara mbili au mara tatu. Kwa hiyo kuna uzito ambao anaopata, lakini pia kuna maumivu makali ambayo anayapitia kutokana na uwepo wa uvimbe huo.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 Asante, hmm. Em, tuambie hiyo kitu Atangu, hmm. Pala, kapa, ni nini hmm? eh, okay. Na kilianzaje? Tangu nimezaliwa palikuwa pa ni ni padogo tu, nadhani ndio naona tu kubwa, na ndio kina kinakuwa na hata kutembea kwenyewe, na kwa muda mwingine hata najionea uzito kazi zangu, hata kama navyofanya zile, najionea uzito na panauma, na kwa ndani munawasha

Yani kinaning'inia kinaning'inia, unakuta namna kinavyoshuka vile na ndivyo unapopata maumivu eh. Mna watoto wana wanafariki kwa sababu ya papa mna? Ni kwa joto kali sana. Nisikia pia ulikuwa mjamzito na mtoto akafariki? Eh, eh, alikuwa wa kiume, ni ah pale kanda eh ttaliarufaaaka baadhi njoo bila kupika kule wakanisaidia saidia na wenyewe wale eh. Wamekwambia sababu labda ya hicho kitu ni nini? Labda wameniambia kwa sababu watoto wanabisha kupa kufariki kwa sababu hapa sehemu hapa, maana njo kati, hata kama akishika mjauzito mtoto ule, anakuambia na joto kali sana ndio maana anadhaa tu miezi isiyo kwa yake am mm. Um, miezi saba, miezi nane mm. mpaka miezi sita nadhaa mm. E, kwa sababu kinakwawala akicheza vizuri tumboni ah, yeah. kwa sababu yeye ajili hapa hapa hawajakwambia kwamba ni nini, na labda ili kuondoa kinatakiwa fedha kiasi gani? Waliniambia kwenye laki moja na nusu hmm. Eh. Eh, ndo unaweza ukawa umefanikiwa mingi, ni kwa mimi sina, sina nae mimi laki moja na nusu mwisho mia sinani, saidieni ni tu eh. Na huyu alokwambia ni huyu nesi ambao amekuzalisha au ni daktari kabisa bingu, nesi tu mm-hmm. Eh. Okay. Kwa hiyo pakifanyika mchango pengine ikapatikana kama laki mbili, nadhani inaweza kuwa ndo imekaa vizuri. Eh, patakaa vizuri, labda kama nikishika ujauzito, labda itasimamia na hata vile kufanya shughuli zako pia itakuwa ni rahisi. Sasa nitafanya e, kazi zangu ngumu ngumu ngumu tu hizo ngu, ngu, ngu, ngu, ngu, ngu. So, e, kama kwa kazi nitafanya maana, hmm. hapa kwa sababu ninaona kufanya kazi yanipanauma sana, yani hata hmm. e, kama kibaruani ninaenda kwenda kulima upate la maisha, ninaenda hivyo hivyo e, kwa sababu kwa sina hela kusema ya kupatia maisha hakuna, sina hmm. Hivi ee, le nikitaka kutoka leo tuje kimenifunga nini? mm. ni ndenga lao nikapata elfu mbili ninunue unga ninu, nipeka ugali mm. Ee, sawa una familia pengine, watoto wengine, na mtu ambaye anakusimamia kwenye maisha yako wapo? mm -hmm. Ee, mama yangu alikuja hapa juzi juzi juzi, alikuja mama hapa, mama yangu mzazi mwenyewe. anakaa wapi? anakaa Saudi. Eh, nikamwelekeza akachukua akachukua namba za simu kwa bondeni kule akachukua, kama mambo yakiwa tayari basi mimi nitakuja kumshughulikia mwanangu hapa, ukifanya operation atakuja kukaa hapa hapa. Eh, kuna mume mume naye Lakini sio mume usima kuhusu wa ndoa, hamna ambayo wa kucheza naye tu, ndio iliompatia hiyo, ndio akafariki. Hmm. Ni mama ambaye tumezungumza naye mara baada ya kuweza kumtembelea hapa nyumbani kwao kwenye kijiji cha Imekuwa kinachopatikana kwenye kata ya Naumbu mkoani Mtwara. Mama anaelezea kwa hisia namna ya mazingira ambayo anayapitia kutokana na ugonjwa ambao wanao mpaka sasa hivi haufahamiki ni ugonjwa gani ana uvimbe ambao ni mkubwa na ni mzito kwa sasa, anasema anapata shida, lakini pia anapitia maumivu ya mwasho, ambao mwasho uko ndani ya hicho kitu ndani yake, na amekuwa akiwashwa sana. Pia anapitia maumivu makali kutokana na uwepo wa hicho kitu. Ametuambia hapa fedha ambayo inatakiwa ni kama laki moja na nusu kwa ajili ya kuweza kufanyiwa upasuaji, lakini pengine hata ingepatikana kufikia hata laki mbili na nusu au laki tatu, pengine ingekuwa ni, ni msaada wa, mkubwa zaidi kwa ajili ya kupata masuala ya dawa na vitu kama hivyo, ingekuwa imekaa sawa, na imani kwamba wewe ambao unaangalia kwa sasa video hii una uwezo wa kusaidia chochote, na ukichangia chochote Mungu anaweza akakusaidia, kwa sababu leo tupo, kesho hatupo. Tunatengeneza njia yetu ya baadaye kumsaidia huyu mama, inaweza kuwa sababu na wewe kuweza kupata chochote huko twendako. anaomba familia yake ni duni, hana msaada kuweza kupata hiyo laki moja na nusu ya kuweza kusaidiwa na kufanyia operation kwenye hospitali ya kanda iliyopo Mitengo katika mkoa huu wa Mtwara. Faida Online TV watu wa wafili tumefika hapa kwa ajili ya kuzungumza naye na tuonyeshe hali ilivyo, na tukuonyeshe hali jinsi ilivyo. Kama utakuwa na uwezo basi, uweze kuchangia chochote, itakuwa ni kitu kikubwa kuna namba ya simu utaiona hapo chini kwa ajili ya kuweza kuchangia chochote ambacho uko nacho lakini pia uh, tutakuja kuzungumza na mwenyekiti wa kitongoji cha Bwahari pwani ambako mama pia amekuwa akifanya maisha yake atuambie yeye anamfahamu vipi na hiki kitu kimekuwa kimtesa kiasi gani naitwa Karim Faida hii ni Faida Online TV endelea kubaki nasi kwa majina naitwa Ismail Hassani cheo changu ni mwenyekiti wa kitongoji cha Bwahari Pwani huyo okay. Mama, hey, mama mi namfahamu, ni raia wangu huwa naishi naye katika kitongoji changu cha Bwahari Pwani. Hii hali anayotangu lini mi mm. Nasema mm. Hii hali imemwanzia utotoni kama alivyosema mwenyewe, naona hata kama kilikuwepo hakionekani, lakini baada ya miaka kufikia kama ishirini kile kitu ndio kilipoanza kujitokeza mm. lakini wakati yuko na umri tu wa usichana udogo udogo ule kile kitu kwa sisi, hatujui kama na kitu kama kile, ila baadaye kilichoendea, kadiri anavyokuwa, tunaona kitu kinashukia kama vile mm. eh, kwa vile naona mianda natotoka utotoni mm lakini kwenye kukiona sisi kwa zaili kabisa basi, baada ya kufikia kwenye miaka ishirini ndio pale sisi tulipoona kugundua kitu kama kile, yule nini anachotokea kwa n watu bado tu, tunashuku tunamwacha tunamu, kama alivyo anavyotembea tembea hivyo mpaka inakuja kujitokeza kabisa vile sasa shughuli zake. Yeah. E, watu ndio anakuja kugundua ah, kumbe yule ana matatizo fulani, yeah. E, mateso, e, mateso anayopitia ni makubwa sana na kuangaliana na shughuli zake, kwa sababu shughuli zetu sisi mara nyingi kama unavyojua ni za kilimo, kazi ngumu ngumu na kama hivyo. Bwana yenyewe huyo aliyokuwa naye amempata juzi juzi tu, kwa vile siku nyingi anafanya kazi zake mwenyewe za nguvu. Lakini hata kama hivi, kwa mfano, alipotoka Bugali Pwani, ilikuwa na uwezo kwenda kuchota maji kwenye mawe mule, kwa vile bado kazi ile, kwa sababu njaa ya kupata kula ndio inamfanya tu afanya kazi ngumu namna, lakini kinansumbua kinaletea madhara kwa hali fulani. Nakushukuru sana, asante sana. Sawa, kapumzike mwenyekiti nam mtazamaji wa Faida Online TV huyo ni mwenyekiti wa kitongoji cha Bwahari Pwani kwenye kijiji cha Imekuwa, wilaya na mkoa wa Mtwara, akizungumza kuhusiana na mwananchi man, wake ambaye ana changamoto hiyo ya uwepo wa huo uvimbe ambao ni mzito na ni uvimbe ambao e, ni kama mara tatu ya mkia wa kondoo umeota kwenye mwili wake e, chini kidogo ya, ya sehemu yake ya makalio upande wake wa kulia. Imekuwa ni shida, yakitembea kitu kinavuta, kwa hiyo nyama nayo inavutwa pia kwenda chini. Anaomba msaada wa kufanyiwa operation na okay. Naamini kabisa kwamba kuna watu ambao wana uwezo wa kusaidia na akafanya operation. Kiongozi yoyote pia hata wa serikali akisema nataka nisaidie, basi itakuwa ni jambo jema, kwa sababu tutakuwa tumemsaidia huyu mama. Ugonjwa huu ni mara chache sana kuweza kuona na pengine mimi ni mara yangu ya kwanza kuweza kuona, na familia ambayo anatokea huyu mama ni familia duni. Tunaomba kama kuna uwezekano aweze kusaidiwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yeye anapata furaha ya maisha. Kutokea hapa, kwenye kijiji hiki cha